Na we, kiongozi wa Law School of Tanzania, I think you be, gonna be so much keen on this. Nani mnakaa pale mnawakamata watu mnawakamata one. Nimeshawaambia <laughs> what makes a lawyer ndivyo hivyo vitu viwili. Nothing else. Haya mambo mengine unakuja kuyajua unapoenda kwenye practice. And on a serious note and on a serious note, I would like to advise the law school of Tanzania to have a practical oriented training programs rather than this are so much theoretical. Kwenye theory ndipo nakamata watu wengi lakini sio kwenye practical. <laughs> tunataka tunataka vijana wote wanao graduate. Tulikuwa na chuo kikuu kimoja Tanzania, University of Dar es Salaam iliyokuwa inatoa elimu ya sheria. Right now tuna vyuo vingapi vinavyotoa kozi za sheria, shahada za sheria? Wanao graduate ni wangapi? Vizavii uwezo wenu wa kudahili wanafunzi pale, utakuta kwamba idadi ni kubwa, uwezo wenu ni mdogo. Hawa watu wamewekewa shariti ili watambulike kama wana sheria wajiajiri au wajiajiriwe, lazima wawe na hiyo elimu Postgraduate diploma ya, ya sheria <laughs> sisi serikalini tunachukua hatua, tunataka kila mhitimu wa shahada ya sheria apate access ya kusoma hicho chuo, kusudi ije msaidie na yeye ama kujiajiri au kuajiriwa. Nilivyokuwa naibu mwanasheria mkuu wa serikali, niliweka kwenye mswada written laws miscellaneous amendment kwamba wanasheria wanaoenda kusoma ile diploma ya sheria pale Law School of Tanzania nao waweze kuaccess mkopo. Imekaa humo, wewe si bado imo au wameshaitoa? Why is this? Hatuwezi <laughs> kuafford kuwa na tabia ina hiyo Watu watafanyaje? Wao wanaenda kusoma vyuo vikuu kwa mikopo, na ili waweze kupractice, wanapaswa wao wamesoma law school of Tanzania. Mikopo hawana, sasa wataendaje pale kusoma kwa well, tumeshachukua hatua, tuna ndani ya wizara ya katiba na sheria. This problem I think gonna be solved one of these days. Mheshimiwa waziri angekuepo hapa angelisema hili. It is either to scrap law school of Tanzania all together ibaki kuwa permanent secretariat ya Council of Legal Education. Hii training is we mainstream kwenye hivyo vyo vya nyuma. That is it otherwise serikali lazima itoe mkopo kwa kila mwanafunzi uh, ili aweze ku access ile kitu. Now, this is so much important kwa sababu after all hata ukisoma ile dira ya maendeleo ya miaka ishirini, msingi mkuu unazungumza juu ya utawala, amani, haki, what is this here? uh, utawala, amani, usalama na utulivu ukiwa na maeneo manne ya vipaumbele, kipaumbele cha kwanza kikiwa utawala bora na haki, kipaumbele cha pili kikiwa serikali za mitaa imara na zenye ufanisi, kipaumbele cha tatu kikiwa ni utumishi wa umma unaowajibika, na kipaumbele cha nne kikiwa amani, usalama na utulivu. Lipo soko kubwa sana la hawa na sheria s so, tunataka hawa wanao graduate waende wajiajiri ama kama ni kwenye uchumishi wa umma waende good but sehemu kubwa naona wanaenda kujiajiri tarehe tano mwezi wa nne mwaka huu Mheshimiwa Rais wa, wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan alipokuja kutuzindulia majengo haya makao makuu aliridhia sera ya mahakama ya kuwa na mahakama ya mwanzo kila kata. Wenzetu wa jeshi la polisi tayari wapo kwenye hizo kata, maana yake tutajenga mahakama za mwanzo kila kata, na ndio maana unaona umuhimu wa ushauri wa Mheshimiwa Mwambukusi hapa kwamba ninyi tawanyikeni. Right now mawakili wa kujitegemea na mawakili wa serikali wanaruhusiwa kwenda kwenye mahakama za mwanzo kama hakimu, kama hakimu ni hakimu mkazi, yaani hakimu ni ambaye ana shahada ya sheria. And I can assure <laughs> you kwa hii ambapo nafasi ya kipaumbele cha kwanza katika msingi mkuu wa dira ni, ni utawala bora na haki na hivi vitu wa vinaenda pamoja. Tunataka wanasheria wanao gradueti wapate soko, wasiwe na sababu ya kuilalamikia serikali <coughs> na kuna sheria itatungwa ya dhamana, the Bail Act ambayo inaweka utaratibu very comprehensive procedure na sababu za kutoa dhamana au kuzinyima. Mwaka huo unaoisha, unaokuja, hautaisha hiyo sheria itakuwa ni place, na ikitokea ni hivyo. Na umewekwa utaratibu kwa makosa yale ambayo ya machache hayana dhamana, itatakiwa kesi iwe imeanza kusikilizwa ndani ya kipindi cha miezi sita, la sivyo watu watapata dhamana. Ikitokea hivyo, maana yake ni kwamba right now, kama mnavyofahamu, kwenye mahakama za mwanzo makosa yote ambayo ni tribe mbele ya mahakama za mwanzo yote ni yale ambayo ni bearable yanadhaminika. Maana yake ni kwamba kama milango ya dhamana itafunguka, kuna uwezekano mkubwa sana mahakama ile ya mwanzo kuongezewa majukumu mengine, ambako sasa ninyi mtakuwa mnaenda mna practice huko. So, soko lipo. Hii habari ya kwenda kukaa tu Dar es Salaam hapa na Dodoma na miji mingine kama Mheshimiwa Mambukusi amewatajia maeneo yale ambayo fursa ziko nyingi. Siku ile mimi ni watajia Ifakara na wazazi wakanishangilia sana pale, wanajua. Kwa hiyo niwaombe sana, jiandaeni, lakini tunataka watu ambao ni so much competent kwenye eneo hili. Huwezi kuacha sheria hapa, sheria inahusika kila sehemu kwa hiyo <laughs> mimi nilichokuwa nakiona wakati ule unaokuja mbele yangu, kama nilivyokwisha kusema, nilikuwa nageuka kufundisha, unauliza huyu mtu ametoka wa wapi? Halafu wale wanaokuja wanaomaliza shahada ya sheria, wakaja wakawa maligo ofisa kwenye law firms wanapo wengi wao wanapoenda Law School wana pass on the very first sitting, wengi wao wana pass. So tunachokitaka ni practicals, tuta mainstream hiyo na Council of Legal Education ambao mimi jaji mkuu ndio mwenyekiti wake, ndio hata hiyo inayo simamia practical legal training, na ndio overall supervisor legal education katika vyuo vyetu. Di, hii tutaivalia njuga. Tunataka tutengeneze watu ambao ni so much competent, wakiamuka huko wanaenda mahakamani, wanaenda ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, wanaenda ofisi ya wakili mkuu wa serikali, wanaenda ofisi ya mkurugenzi wa, wa mashtaka inaitwa National Prosecution Service, wanaenda kwa kabidhi wasimukuu, wanaenda kila sehemu ambako wanaweza wakapata hivyo vitu, na hii elimu itakuwa rahisi. Wanaosoma huko sauti ya Tanzania, sauti university, sauti university, si ndio? Saint Augustine University of Tanzania, walioko Mwanza, walioko Ifakara, walioko Linga, walioko kila sehemu Dar es Salaam, Dodoma, watasoma huko huko. Walioko Tumaini Makumira, sijui Tumaini ya wapi, watasoma huko huko. Walioko kule Mbeya, watasoma huko kwa Mzumbe ya Mbeya na Mzumbe ya Dar es Salaam na Mzumbe ya, ya, ya wapi? Ya Morogoro. Na Mkobusi ya kule Moshi. So ile bindani. Tunataka kufanya hii kozi kama eh, mithi hivi na nini? It is, <laughs> it is, it is a practice uh, which makes perfect practice, ndio mnamfanya mtu awe perfect. Angu waja niwambieni, shuleni mimi sikuwa sikuwa kilaza shuleni, sikuwa kilaza, lakini nimetoka pale chuoni ninaenda kwa ofisi ya mshauri mkuu wa, wa serikali pale, ninaajiriwa kuwa wakili wa serikali, ndo nigundua ni kwamba kumbe kule shuleni kule ilikuwa <laughs> <laughs> <laughs> ni matheori tu anaturundika vichwani, amejaa kichwani, hakukuwa na kitu. Nianza ku practice ndo nikajua sasa sisi tumekazania makaratasi, makaratasi, makaratasi ya wapi? <laughs> <Well, laughs> well, that is it mimi nadhani hili nimesema linaudhi li, Sometimes sisi kama wazazi na viongozi tunapata malalamiko watu watoto wetu wanakamatwa tena, sio kwa sababu za msingi na hasa wa kike. <laughs> Wakati fulani nilikuwa chairperson wa school governing body. Hiyo Law School of Tanzania kama dipi utatu ni zeno mimi ndo niliondoa mambo ya academic yale tukaleta watu watu idea kawaitiza nani? Sio sio taka sisi. Ni practicals. Ndio maana hawa vijana wanaosoma Institute of Judicial Administration ulishoto. Wanapoenda chuo kikuu, afu akaja pale, mara nyingi wengi wanakiria mapema sana hapo, hiyo shule yenu. Could see the difference. Na ndio maana Mheshimiwa Mabukusi amesema wale makarani, wale makarani wale mahakamani wakati fulani wanajua zaidi kuliko mawakili yuko na mheshimu na mimi kwa kutambua hivyo, ao makarani nimewapa exemption, kwa sababu jamaa wanaishi na mahakimu, wanaishi na majaji, wanafanya kila kitu, ila hawataenda ku practice. Wataenda kuwa mahakimu na nafasi nyingine za nani? <laughs> tumekaa m tunajifunza kutoka kwao, kwani leo siku leo usiku kufundisha substance ya law inapaswa kufundisha procedure procedure. <laughs> this guy live by procedures. Hii sheria sheria, nani atakufundisha? Ndio professorship yake tuambie bwana. Sisi tunachowafundisha hapa chuo kikuu sio sheria, substance ya law tunawafundisha how and where to find the law the procedure so much. Kila hizi sheria zote duniani utazishika, uzijue hata hapa za Tanzania? Tu hii akili nyingine fadhali Wazari hata mheshimiwa Mwambukusi ametambua kwamba wakati fulani hata video vinawapotosha <laughs> so, hiyo ya competence nimechukulia ya muda ya msingi sana kwa sababu kama taifa wakati fulani tunaumia kwa sababu ya poor competence. Amezungumza kwa uchungu sana mheshimiwa Mwambukusi. Competence imechukua muda mrefu sana. W how can we nani help ani tunavyokubuildi competence yetu na like capacity?